Ajili ya neema yake ambayo ameiachilia kwa watu wa mji huu wa Mvomero, tunasema asante Mungu kwa ajili ya siku ya kwanza, asante kwa ajili ya siku ya pili, asante kwa ajili ya siku ya tatu. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Shangilia majeshi kwa ajili ya watu wa Mvomero. Mungu anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Leo tumekuleta kaletea habari njema za Yesu Kristo, siku ya pili na leo siku ya tatu tunakuja

ya wenye haki, bali alikuja kwa ajili ya wale wote wenye kulemewa na mizigo. Tena pale anasemi eti mzigo wa dhambi peke yake, kuna mwingine anasema, mbona mi nikijiangalia sina dhambi. Naomba usijichanganye katika hilo, hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Nasi tumekuletea ya kwamba Yesu Kristo anao uwezo zenu, tena nao uwezo wa kuachilia neema isiyo ya kawaida kwenye maisha yenu, kuachilia neema isiyo ya kawaida kwenye familia zenu, kuachilia neema isiyo ya kawaida kwenye ndoa zenu, kuachilia neema isiyo ya kawaida kwenye mambo yenu ya kiroho. Mchapie Bwana makofi! Chapa tena kwa ajili ya Yesu, chapa tena Yesu. Majeshi, sijasikia makofi kwa ajili ya Bwana, kwajia ba kwa ka ajili ya Yesu rapakasekeriande katika jina la Yesu, ewe mtu wa Mvomero, ninakwambia usipo mwokozi wa maisha yako, itafika saa, itafika wakati utalitafuta neno usilipate. Utatamani watu, ayudom, watu wa wayuo waje tena wakuhubirie, lakini Bwana atakuwa amesha watua, lakini Bwana atakuwa amekwisha kuajilia watu wake. Neno la Bwana inasema angalia siku inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe majeshi. Nikisema angalia siku inakuja, unasema ehe, haleluya mtu wa Mvomero. Sasa hapa tunasogea hivi ili na hawa huku wapate kupokea. Haleluya, shangilia tena, shangilia tena. Shangilia tena. Siku inakuja asema Bwana. Siku hiyo inayokuja itakuwa sio siku ya kukosa chakula wala siku ya kukosa vitu vingine vyovyote, bali kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Haleluya! Kwa hiyo usije ukaichukulia kwamba, ah, mimi siendi bwana, mimi siendi kwanza, jirani yangu yule mbona atanicheka kwa, kwa mambo ambayo huwa nayafanya? Au kuna unakuta kuna mwingine anasema mmm, nikienda pale watasema, hey, yule mchawi naye anaenda kuokoka. Mungu anawataka wote, haleluya. Mungu anawataka wote, shangilia. Ngoja <laughs> tusome kidogo. Hapa pana utelezi lakini kwa Mungu ni simenti. <tipa> majeshi hakuna kupoa kwa jina la Yesu, hakuna kupoa kwa jina la Yesu. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Shagidia anasema, angalia siku zinakuja ambazo ataleta njaa. Kwa hiyo kumbe, kuna kipindi njaa itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tumemfumba mtu wa Mvomero, ngoja tuendelee. Amen, anasema hivi njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji. Sio njaa ya kukosa chakula, mtu amvomee, usije ukaanza kulia hii jamani, mbona kuna ukame, mbona kuna nini? Mungu anaachilia neema, unaishi lakini. Sasa lakini sasa anasema hivi, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana sikia maneno ya yeah, Bwana. Kwa hiyo kumbe, tunakuwa tunakula chakula tunakuwa tunakunywa maji, hata kama ukame unatokea Bwana anaachilia neema, anaachilia ka elfu moja anaachilia ka elfu mbili kwa ajili ya familia, watu wanakula, maisha yanaendelea, si ndio? Si ndio? Lakini anasema siku inakuja itakuwa siku si ya kukosa chakula hicho ambacho unakula, wala sio siku ya kukosa maji kama hayo ambayo unayatumia leo, bali itakuja ile siku ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. utatangatanga

wakati wako wa kulipata hilo neno utakuwa umekwisha. Ni saa ya wokovu sasa, ni saa ya kukombolewa sasa, ni saa ya kurudi kwa Bwana na kusema mimi mwenye dhambi, ninaomba unisamehe, nimerejea kwako, kwa Bwana nipate pumziko, nipate tumaini, nipate kufurahi, nipate chakula mara mia, nipate utajiri mara mia, nipate afya mara mia, nipate uzima mara mia. Yesu atupae vyote, shangilie tena! Kwa Yesu e, tena kwa Yesu awezae kutupa vyote, yaani hey! <laughs> hey! kuna vitu vyako haviendi kwa sababu umeshupaza shingo yako hey! kumkiri Yesu Kristo wa maisha yako ili abadilishe mfumo mzima wa uchumi wako, ili abadilishe mfumo mzima wa ndoa yako, ili abadilishe mfumo mzima wa elimu yako, ili abadilishe mfumo mzima wa kuabudu kwako. Haleluya! Kuna watu wanasema, mbona mimi mwanakwaya? Lakini kila siku naimba, Bwana anaweza, Bwana anaweza, lakini mbona sioni anaweza kwenye maisha yangu. Ni kwa sababu umeenda kanisani kwa sababu ya kwaya, lakini laiti ungejua ya kwamba ninaenda kanisani, ninapiga magoti, ninamwambia mchungaji ninaomba uniongoze sala ya toba. Nimefanya dhambi ya uzinzi, nimefanya dhambi ya uasherati, nimefanya aliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana anayenyosha mapito yako, Bwana anayenyosha njia ya kwako. MKKT utaendelea kuwa Mwanglikana, utaendelea kuwa Mwarasi, lakini siku atakaporudi huyu Yesu ambaye tunamtangaza leo, atasema sikujui. Kwa nini ulikuwa MKKT ume watumishi U... wakija jamani, anayetaka kuokoka mi MKKT piwa jamani, anayetaka kuokoka mimi mwimbaji kuokoka mi mzea kanisa <laughs> sehemu zozote huwa tunapewa tunapewa kadi sindio? Tunapewa kadi, mfano kwenye harusi tunapewa kadi sindio, ili tuweze kuingia kwenye harusi. Ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa mbinguni, tutaingia kwa tiketi ya wakavu ndani yetu, tutaingia kwa tiketi ya kekeae kama unaamini, hebu piga makofi kwa jina la Bwana. Na ninamuomba Mungu, ninamuomba Mungu, ewe mtu wa Mvomero, utambue kwamba siku zinakuja tena, saa ipo tena, haijachelewa, ipo karibu, ipo Yeah. Ah, ah, ah, ah, hallelujah. Nisaya wewe kutengeneza yeah. Nisaya wewe kutengeneza yeah. Tumezungumzia sana kwa habari za Yesu. Anarudi Yesu anarudi, anarudi. Kwa taarifa yako, anarudi. Kama hujatengeneza mambo yako, tengeneza sasa. Bwana yu karibu, saa ya wokovu ni sasa hii. Neema imekuja kwa watu wa Mvomero, hii neema imekuja kwa watu wa Mvomero. Tunaweza kwenda huo mtaa, wapo chini, wanapaita sijui Mandela. Tungeenda tungeeza hata kwenda huko Dodoma mbele mbele huko, lakini Mungu akasema hebu nenda kwa watu wa ule mji. A, ni upendo <coughs> wewe uoni kama huo ni upendo wa Mungu? Wewe uoni kama hiyo ni neema ya Mungu imekujilia wewe mtu wa Mvomero kuelewa Bwana akusaidie na kuelewa. Kuna matendo mengi unakuta umeyaficha, kuna matendo mengi unakuwa unawafanyia wenzako ambayo hayampendezi Mungu. Nakwambia saa ipo sasa ya wewe ya kuweza kurejea kwa Bwana, ya wewe kuweza kutubu na kurejea kwa Bwana ili Mungu apate kufuta jina lako katika kitabu cha ukumi. Wote watendao dhambi, sema ehe. Dhambi ziko nyingi, mwingine watasema mimi sio mzinzi. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! wa ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa tisa na ukisoma ufunuo Ufunuo ishirini na moja mstari wa nane anasema, bali waongo, wachawi, wasiraji, washerati, wa wa wazinzi, waabudu sanamu hawatauona kamwe ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mtu atasema hivi, mi sio mzinzi Bwana, upo mchawi, hautauona ufalme wa Mungu, nakwambia wangu ili niweze kuona na kuambia Mungu yupo mmoja, ambaye anaweza. Mungu yupo mmoja anaweza kuchunguza moja. Ya ule moto wa siku ya mwisho ni vigumu kueleza, lakini nataka nikwambie, saa ya wokovu ni sasa. Usipokubali kumpokea Yesu aingia atengeneze maisha yako, aingie atengeneze maisha yako, utabaki kuangaika tu, utabaki kuangaika tu. Unakuja kanisani, lakini huoni kama kuna msaada utakuja kanisani, utatoa sadaka haa, lakini unavotoka moyo wako bado umeinama, kwamba kwa nini kwa nini mimi hivi? Kwa nini mimi namtumikia Mungu lakini nikirudi nyumbani mume wangu ananipiga? Kwa nini mimi namtumikia Mungu lakini nikirudi nyumbani nakuwa nawota mandoto ya ajabu ajabu, mara wachawi wananijia wananikaba, lakini nasali na ninamtolea Mungu sadaka? Kumbuka ni wapi ambapo hujatengeneza. Yesu hajakaa ndani mwako, hebu kubali Yesu akae ndani yako. Hebu kubali kumpokea Yesu, uone kama atashughulika na mambo yako, uone kama atashughulika nayo maisha yako, uone kama atashughulika na hiyo familia yako, uone kama atashughulika na huo uchumi wako. Ni saa ya kurejea kwa Bwana, ni saa ya kurejea kwa Bwana, ni saa ya kurejea kwa Bwana. Kama neema iliyokuja kwetu hatuithamini, kama Yesu Kristo alikubali kufa msalabani kwa ajili ya mwanadamu, lakini hatujathamini hiyo gharama ambayo Bwana Yesu aliilipia pale Kalivari kwa ajili ya mwanadamu, tutapataje kuuona ufalme wa Mungu Tutapataje kuona familia zetu zinaenda vizuri? Tutapataje kuona masomo yetu yanaenda vizuri kwa sisi wanafunzi tulioko mahali hapa, watu wa Mvomero, naongea na nini?